Hello hello, Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu naitwa Bella Kombo, uh, mwimbaji wa nyimbo za injili hapa Tanzania. Asante sana waandishi wa habari kwa kufika na kusikia wito. Uh, niko hapa na wenzangu ambao tunafanya nao kazi, lakini pia tuko na Nilipe app. Tuko hapa kutambulisha ibada ambayo iko mbele yetu kama unavyoona kwenye kava hapa nyuma inaitwa Thy Will Be Done ambayo itafanyika tarehe <muchilis> tar 15 mwezi wa sita mwaka 2025 na, na tutakuwa na wageni mbalimbali -mbali kutoka nje ya Tanzania. tutakuwa na wageni kutoka South Africa, tutakuwa na wageni kutoka Zimbabwe, tutakuwa na wageni uh, uh, wa nje na wa nyumbani pia. Sorry, yes, na tutakuwa na wageni kutoka Nigeria. my God. Ya, yeah, so tunamshukuru Mungu this time kidogo tumeweza tume, kufikia watu wa mbali zaidi kwa ajili ya kupata ile different texture watu mbalimbali mbali, lakini pia kuitangaza kui nchi yetu tunapofanya kazi na hao watu tukasikika South Africa, Nigeria, Zimbabwe tayari nchi yetu nayo inatangazwa. Kwa hiyo tuko hapa kuwakaribisha kwenye ibada hii ambayo itafanyikia pale Leaders Club tarehe kumi na tano mwezi wa sita. Tunavyo viingilio, najua hapo kumekuwa na changamoto za viingilio na nini, lakini jamani, less support kazi ya Mungu, kwa sababu ukishaona watu kama hao, ina maana kuna gharama zinahusika hapo. Unamwona SP hapa, ni mtu wetu wa production. Kuna fedha zinahitajika kwenye sehemu mbalimbali mbalimbali, so tumeweka viingilio vya bei rahisi kabisa kwa watu wa kawaida katikati na ili kuweza ku accommodate watu wote. Uh, kwa bei ya kawaida tuna viingilio za shilingi elfu kumi. VIP elfu hamsini, VVIP tuna laki moja ya yeah. Karibuni sana, tutafurahi kuwaona. Ibada itaanza kuanzia saa kumi jioni na kuendelea mpaka saa saba usiku huko mbele. Yes.